Sababu mvua haipangwi, na kuja na mvua tunaitaka, lakini sasa imekuja ime na madhara makubwa e. Mpaka sasa kwa taarifa alizonipa kamanda nilizonazo kwamba tumepoteza wananchi wetu watatu e, kina mama wawili na mtoto mmoja e, wameangukiwa na nyumba huko juu Mbokimu e, kwa sababu ya e, kuta zile ambazo zime, zilikuwa zimeroa sana. Uh, uh, landslide yakaleta hayo maporomoko na bahati mbaya tumewapoteza hao watu. Sasa na hatutaondoka hapa tutahakikisha magogo yote yanaondolewa barabarani na barabara inapitika na inarudi kwenye hali yake ya kawaida. Na nitoe tahadhari sasa. Kuna wananchi wengine tukiwaambia jamani haya ni maeneo ya mkondo wa maji. Wao hawaelewi, wanakwenda kujenga nyumba kwa mfano hapa tulipokaa mnaona wenyewe kwamba maji yamekatiza, yameingia ndani ya nyumba, magari yamezama hayawezi kutoka. Kwa hiyo tukiwaambia wawe wanatusikiliza eh, sisi viongozi. Kwa hiyo basi tuendelee ku, eh, kuombeana kwa hizi mvua zinazoendelea kunyesha zisilete tena madhara tukapoteza watu wetu wengine na, na uharibifu wa barabara na shughuli nyingine za kimaendeleo.